Mtazamaji wa Buyazi TV, haya ni mashindano ya Samia Cup ambayo yamezinduliwa rasmi tarehe 31 ya mwezi wa tano mwaka elfu mbili na ishirini na tano ambapo mchezo huu umekutanisha timu mbili, Usopola na Mwingiro. Matokeo ya uwanjani walitoka draw na baadaye wakaenda kwenye matuta ambayo ni penalti

Achani kweli kweli. Aya, na chukua kwa mchezo mwingine wa timu ya Mosotola. Ana na kutoka na tena timu nyingine hii. Anacheza hapo sasa kijana huyu. Torilo. Inje. <tiposan> Inje. <tiposan> Ni hatari ta nini.

Eh, mimi Sikudu Shabani huyo. Sikudu Shabani anaenda kucheza tena hiyo. Sikudu Shabani anaenda kucheza tena hiyo. Haya ni phone. No! Sikudu huyo. <tipa> miongoni mwa penati zilizo bora kabisa. Kabisa, huyo ni hatari kwa kweli. Kijana huyu anachukua kusema hivyo, pengine mkombozi wa timu hiyo, pengine hivyo kijana wa mwingine tatu tayari kabisa, Mwingiro wanafuzu katika hatua hii na vijana wa Busopola wanadondoshwa chini katika mashindano haya. Basi tuendelee na ratiba yetu. Jumatatu pia kutakuwa na mechi nyingine kati ya Ikunguigazi na Ibambura. Asanteni sana, na huu ni mwendelezo wa mashindano haya ya Samia Cup ambayo tutafanya tena Jumatatu. Tukutane uwanjani hiyo siku, asante.